Kocha, karibu. Eh, mambo haya si mageni kwako, kwa mara kadhaa umecheza michezo hii eh, ya eh, eh, Ngao ya Jamii, mashindano hilo la Ngao ya Jamii. Sasa ni wakati mwingine tena kwenye Ngao ya Jamii na unacheza dhidi ya JKT Queens kesho. Mambo yakoje kwenye kikosi chako? Msimu ndio unakwenda kuanza sasa, dirisha unafunguliwa. Kwanza nafikiri tutakuwa tuna mchezo mgumu kwa sababu JKT ni timu nzuri ambayo inafanya vizuri, kila mtu anafahamu, na ni mabingwa wa ligi kuu, ni mabingwa ngao ya jamii na CECAFA pia. Kwa hiyo hautakuwa mchezo mwepesi, tunawaheshimu lakini, na sisi kama timu tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunaenda kuwapa furaha mashabiki wetu, na ni mechi nzuri kwetu sisi kama technical bench na wachezaji kwa sababu ndio sehemu ya kuonyesha namna ambavyo tumejiandaa kuelekea kwenye msimu mpya. Ukitaka kujua kipimo cha timu yako namna ambavyo umetengeneza ni kupata mechi ngumu na nzuri kama ya JKT. Kwa hiyo timu yote iko salama na Kwayo, a, na hakuna majeruhi yoyote. Na tumejiandaa vizuri , niseme tu kwamba tunawaheshimu JKT na, sitenda Kwayo, na kwa kuheshimu lakini hatuwaogopi. Kwa hiyo tutafanya kile ambacho tumefundishana mazoezini kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri. Uh, nafikiri ni projekti ambayo kwenye timu tunayo, kila mtu anafahamu namna ambavyo tulimaliza msimu. Tulikuwa na matokeo mazuri, kwa hiyo tunaanza msimu mpya kupitia Ngao ya Jamii. Tunatarajia kuwa na mchezo wenye ushindani na tunatamani pia kushinda sisi kama timu, kwa sababu ili kuwa kwenye level sawa na na JKT, lazima tuwe na sisi tunashinda vikombe. Kwa hiyo uh, msimu uliomalizika tulicheza fainali na JKT kwenye Ngao ya Jamii tukapoteza kwenye goli moja bila tunaenda kukutana tena kesho, ni mechi ambayo naweza nikasema kwamba tunatamani sisi kushinda tuweze kuwa tunafunga mechi mbili mfululizo, kwa sababu kwenye mashindano hayo hayo, na nimesema tu kwamba tuko tayari na kucheza na mpinzani yoyote, kiwe moja kiti pia na tumejiandaa. Nafikiri wachezaji wakienda kufanya kile ambacho tumewaelekeza, tutapata matokeo mazuri. Kwa niaba ya captain na kwa niaba ya wachezaji wenzangu tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Najua tunaenda kukutana na mpinzani bora zaidi. Aa, nikisema bora zaidi na maanisha kwamba alikuwa bingwa msimu uliopita na amekuwa bingwa aa, aa, kwenye mashindano ya CECAFA. Kwa hiyo tunaenda kwa kumheshimu, lakini pia aa, tunaenda kuanza safari ya malengo yetu ambayo tumejiwekea msimu huu kama Yanga Princess. Kwa hiyo malengo yetu ni ubingwa na hauwezi kuwa bora kama hujashindana na walio bora pamoja nawe. Kwa hiyo tunaenda kwa kuheshimu na tunaenda kuanza hatua katika malengo yetu na ndoto zetu ambazo tumejiwekea timu katika msimu huu.